karabati wa hospitali hii ya wilaya ya Mbozi Vwawa uh, imepokea zaidi ya shilingi milioni mia tisa fedha ya ruzuku kutoka serikali kuu kwa ajili ya kukarabati uh, majengo ya hospitali hii ambayo uh, ni ya muda mrefu. Na miongoni mwa majengo ambayo yanakarabatiwa kupitia fedha hizo ni jengo hili la mama na mtoto. Huyu mkandarasi ambaye anatekeleza sasa hivi mradi, alianza kazi lini, mwezi wangapi? Mlimpa kazi ya kuanzia mwezi wa tisa mpaka mwezi wa kumi na moja, lakini sasa hivi tunakwenda mwezi wa kumi na mbili umeisha naye bado hajamaliza. Pia tumempatia kazi, lakini pia naye anatuchelewesha kuweza kumaliza kumaliza hiyo kazi. Jambo la kwanza na la msingi sana, hii kazi sasa ikamilike ndani ya wiki mbili. Ndiyo. Eh, kwa wiki ijayo atakuwa amemaliza kazi. Leo ni tarehe 30 ya mwezi wa ngapi? ya mwezi wa 12. Kufikia tarehe 15, mimi nawapa wiki mbili. Kufikia tarehe 15 ya mwezi wa kwanza, nataka nione jengo hili la la wazazi limeshaanza kutumika kwa sababu tumeshapokea vifaa ambavyo vinaweza vikatusaidia kuanza kulitumia lile jengo. Kwa hiyo kufikia tarehe 15, mimi nataka nione lile jengo la wazazi, wodi ya wazazi imeshaanza imeshaanza kutumika, lakini lile jengo la kufulia pia limeshaanza kufanya nini, limeshaanza kutumika kwa sababu hatuna sababu sasa hivi ya kuendelea kumlea mkandarasi kuhusiana na ukamilishaji wa mradi wetu, kwa sababu muda wake wa utekelezaji wa mradi tayari ulishapita, na alituahidi kwamba anatakiwa kukamilisha mradi, angeweza kukamilisha ndani ya wiki mbili, naamini hizo ndani ya wiki mbili zimefanya nini, zimepita. Kukamilika kwa ukarabati wa majengo haya ya hospitali hii ya wilaya ya Mbozi kutasaidia kuboresha huduma za afya kwa wananchi wa wilaya hii ya Mbozi. Vilevile kutaongeza ufanisi wa utendaji kazi katika hospitali hii, huku ongezeko kubwa la mapato ya serikali likitarajiwa. Jasilianda.